Jina naitwa Estomin Henry, mimi ni mratibu ofisi ya waandishi wa habari mkoa wa Shinyanga. Hizi tuzo za Samia Kalamu Awards kwetu sisi kwanza, awali tulizipokea namna ambavyo tulivyojulishwa, tulianza kuhamasisha waandishi wa habari namna ya kuweza kushiriki katika tuzo hizi. Wengi walianza kutuma kazi zao, na mkoa wetu uliweza kufanya vizuri, ulikuwa ni mkoa wa tano katika kwa katika namba kubwa ya waandishi ambao walituma kazi zao, lakini lengo kubwa lilikuwa ni kwamba tulikuwa tunawasisitiza kwamba kwanza wanajipima wao kitaaluma ni kwa kazi gani ambazo wamefanya kwa muda wote na hizo kazi zao zina matokeo gani katika jamii na kuchochea maendeleo katika sekta ambayo wamekuwa wakifanyia kazi kwa muda wote. Kwa hiyo tuli, tuliamini kwamba zitawachochea waandishi wa habari namna na ya kuweza kuwa na kuibua zile habari mbalimbali ambazo zinachochea maendeleo katika mkoa wetu wa Shinyanga kwa sababu waandishi wetu wamekuwa wakifanya shughuli hizo nyingi katika maeneo mbalimbali na kuleta matokeo makubwa zaidi katika kutumia kalamu zao. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba tuzo hizi ni muhimu sana zikaendelea kuwepo mara kwa mara kila mwaka, kwa sababu zinakumbusha wajibu wa waandishi wa habari, namna gani waweze kushiriki vizuri kuhakikisha kwamba wanapima kazi zao wao wenyewe na wadau wanawaonaje katika hizo sekta ambazo wanakuwa wameandikia katika hayo maeneo, kwa sababu zina kwanza, zinaleta uchechemuzi wa wao wenyewe kuweza kushirikiana na wadau mbalimbali mbali. Lakini pia zinaleta ukuaji zaidi wa habari yani, lakini pia zinatanua weledi wao, mtandao wao, kushirikiana na wadau, lakini pia kuisukuma serikali kwa namna moja namna na nyingine namna ya kuweza kisha kwamba maendeleo yanaenda kuigusa jamii. Tuzo zinaweza kuchagisha maendeleo kwa sababu kwanza, mm, tumekuwa tukiangalia kwamba siku za nyuma tulikuwa tu katika zile habari za watchdogs za kwamba una, una, unaona kitu fulani yani, chenye hatari ndio unakipendelea yani, una kitu ambacho kina asirasila kwenye jamii, lakini hizi zinachochea maendeleo, kwa sababu zitawafanya sasa yani, kwamba waandishi wa habari kuhakikisha kwamba wanashirikiana vizuri na serikali na jamii kwamba maendeleo yanaweza kupatikana. Kama mfano umeandika kwamba shule fulani labda ina ukosefu wa madawati, jamii inaona serikali inaona, inawakutanisha kwamba wanaweza kutatua, yani zile habari ya ambazo zinatoa maarifa zinatoa ubunifu kwa zinatoa pia zina, zina, zina shauri kati ya serikali na jamii, ni hatua gani ambazo wazi wa, wachukue kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanaleta maendeleo. Kwa hiyo zitachochea sana maendeleo katika awamu ambayo tuko nayo sasa hivi ya hali ya mzunguko wa sekta ya habari, jinsi habari zimeandika sasa. Tumechoka kwenye watchdogs, lakini tunaingia katika habari ambazo zinachochea maendeleo. Hata kauli mbiu nyingi za vyama vikubwa vya habari kama UTPC, Baraza la Habari Tanzania pamoja na wadau wengi wamekuwa wakisisitiza kwamba waandishi wa, wa, wa kwa habari wajikite katika kuandika habari ambazo zinachochea maendeleo, na ndio imefikia muda mwafaka. Nadhani maendeleo yataendelea kutokea zaidi kupitia kalamu za waandishi wa habari. Naitwa Kadama Malunde. Maoni yangu kuhusu hizi hizi hizi tuzo, ziendelee kutolewa kwa waandishi wa habari ili kuhakisha kwamba waandishi wa habari wanaandika habari ambazo zinagusa maendeleo, habari ambazo zinagusa nchi, habari ambazo zinasaidia nchi ili kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wanatangaza nchi kwa mema pia, lakini kuhakikisha kwamba habari zao zinachagiza maendeleo ya nchi, hasa hasa tukiwa tunaangalia kuhusu masuala ya uzalendo. Zimeleta hamasa kwa waandishi wa habari, kwa sababu vigezo walivyokuwa na vitaka vinaonyesha kama vinaleta uzalendo wa, yaani mwandishi awe mzalendo katika nchi yake. Mimi ni mmoja wa washiriki wa hizo tuzo, ambapo kazi yangu niliwasilisha ilionyesha kwamba kukubaliwa na kutajwa kwamba ni mshiriki wa kuwania tuzo hizo. Naweza nikashukuru sana walioanzisha tuzo hizo, TCRA hey, pamoja na TAMWA wameona mbali, ambapo italeta hamasa katika gurudumu la kusukuma maendeleo.